Nimeangalia show ya uh, Said Said. Yaani inabidi abadilike sana. Anatumia sana maneno ambayo yana ukakasi. Maneno ambayo makai. E, maneno ambayo uh, ukiwa naangalia comedy, comedy waga ni vitu vya kufurahi, watu wacheke wafurahi. Lakini ukiangalia comedy za Said unakuwa na hofu. Yaani unaogopa kwamba huyu mbona anaongea hivi? Alafu anaongea mambo ya alikuwa uh, anaongea mambo ya kuwekwa. Sweet Tomboy lazima awekwe mbele ya mama yake, yuko pale mbele, siyo ya nani? So that is not good sana basi. Kama hata kiongozi angekuwepo pale, kiongozi wa serikali au nani, anasikiliza vile vitu, that is not good. Ina inaua. Yule anaonekana ana kipaji kabisa cha kutunga, kwani asitunge vitu vingine ambavyo wanatunga watu wengine, wanatunga kina Leonardo, wanatunga kina nani? tumia maneno ya ukakasi, afu show iko live, watu wamekana, watoto wao wanaangalia show, huwa natumia maneno ya ukakasi sio ina, ina uh, yani mtu anaweza kuwa tomboy ajawekwa s vitu gani gani, maneno ya hovyo. Comedian wanaweza kuandaa show wa, wa moja mmoja, lakini sio wote, sio wote wamefikia hiyo level. Comedian uh, wapo ambao wakiandaa special zao zitajaza vizuri tu kabisa, lakini ni wale ambao wamestuka katika neno branding, wamejibrand. Lakini mtu kama Said Said bado alikuwa bado wanasema ndo kaanza. Ni sawa kama ameanza sasa, akubali. Kama umeanza umekula za uso, so mbaya. Kwa ufupi, pia kama wewe unajijua hauna nguvu kiivo, weka viti vichache. Yani yeye kajaza viti ukumbi mzima, sasa alivyoona hajajaza, akasogeza kamera mbele, viti vingine vimebaki nyuma ya makameramani. Sasa hivi viti vilibaki nyuma ya makameramani, hakutakiwi kuvipanga angeachana navyo, angeweka viti vyake pale 31 20, ukumbi ungeonekana vimejaa viti vyote, full house yeah. Lakini unaweka viti eh, mia tano alafu unapata watu hamsina moja. Lazima vile gap la vile viti vigeme vibaki vionekane. So lazima awe anajua nguvu yake ni ya aje na apange viti kwanza. Angekuwa ashaona tiketi alizouza na kila kitu angekuwa ashajua mm, hii show ina watu kadhaa, kwa natakiwa niweke viti niweke viti hivi vya hao watu ambao ushakata tiketi, niache viti kumi na tisa au ishirini na moja vya watu ambao wanaweza wakaja wenyewe. Sasa yeye tiketi ilionekana kabisa hakuuza vizuri, afu kaenda akajaza ukumbi mzima kwamba watu watakuja, ukumbi ni kivipi kivipi? <laughs> ya bwana, ikumbukwe siku chache zimepita, hapa ni kama siku mbili au moja hivi eh, mara baada ya show yake Said Said kuweza kufanyika eh, show ambayo pia kuna baadhi ya wasanii pia walikuwepo pale eh, kuna, tu, tu, tulimshuhudia Ome Dimples pia aliweza kuhudhuria pale eh, katika show ile ya comedy ambayo pia ilikuwepo. Sasa kwa mujibu wa Baba Levo pia lakini pia baadhi ya mashabiki na watu wengine tofauti tofauti waliweza kusema kwamba, eh, moja kati ya zile jokes ambazo anakuwa anazifanya Said Said, ya bwana, haziko sawa, yani ana sana. And then, kwamba, uh, ni, ni za matusi kwa upande mwingine, kwa sababu kwa Balevo pia ameweza kuzungumza hivyo kwamba anaongea vitu vingine vizito ambavyo pia uki, ukiangalia pia hata mama yake mzazi wa Said Said alikuwepo katika show hiyo kuweza kushuhudia e, mwanae katika kile kitu ambacho amekwisha e, kujiandaa. Lakini pia e, Balevo pia kaza kuzungumzia upande mzima wa swala la content creators. Tunajua kabisa kwamba hawa comedians kwa sasa hivi wako wengi, lakini pia kuna wao ambao wana majina na wengine ambao hawana majina kabisa, lakini kuna wale ambao ni watu wakati, yani sio star sana, wala sio mdogo sana. So kwa upande wa Said Said ilikuwa haijafikia ile stage ya kusema yeye aweze kuandaa show peke yake, kutokana na the way ambavyo anafahamika ni sana, anafahamika na watu wengi lakini eh, kuandaa show ya peke yake imekuwa ni ngumu sana, na ndio maana imeweza kumfanya kwamba watu waende wachache zaidi na viti vimekuwa ni vingi, ukiangalia ukumbi ulikuwa umepwaya sana. Yaani watu ni wachache kuliko viti ambavyo vilikuwa eh, vimewekwa. Hata au Midimpos pia aliweza kulizungumzia alipotoka kwenye show alisema kwamba eh, uchache wa watu kwa sasa hivi labda ni kwa sababu ni show ya kwanza, na vitu vingine kibao vilikuwa vimetokea, labda huenda labda kuna changamoto nyingine tofauti tofauti ambazo zimetokea katika masuala mazima ya uuzaji wa tiketi na vitu vingine vikawa vinaendelea huko ambavyo Omidimpos pia na yeye alivyozungumzia. Baba Levo pia na yeye amekuja kuzungumza e, kwamba uwezo wa kuweza kufanya show kwa msanii mmoja mmoja wa comedy upo, lakini sasa kulingana na the way ambavyo wewe utapokelewa na jamii huenda ukawa ni mkubwa, lakini bado watu hawajakukubali kwa vile ambavyo unastahili kupata show kama hizo ambazo nakuna ndaa show peke yako peke yako. So wakiweza kuungana comedians, eh, wangapi wawili, watatu, wanne wakafanya show moja, itakuwa poa zaidi, kutokana na ule mvuto kwamba fulani na mkubali fulani, so atakuja hata kwenye show yako, lakini sio kwa kile ambacho amekwisha kukifanya bana Said Said. Na ndio maana eh, kwa mujibu wa Levo anakuambia kwamba amepigwa za uso. Sasa kwa maoni yako ni yapi kuhusiana na eh, video hiyo ambayo umeiona? kutokana na show ambayo pia kuna baadhi ya watu pia waliweza kushuhudia hiyo show ya Said Said ilivyokuwa, huenda labda na wewe ulikuepo mmoja kati ya watu ambao pia walishiriki katika show hiyo. Unalipi la kumshauri Said Said, aendelee kuanzisha eh, show mmoja kama yeye mtu mmoja kama mmoja, au waweze waendelee kuungana au wasanii wa comedians waendelee kusubiria kwamba waweze kuandaliwa show labda na mashirika na makampuni fulani na mambo mengine yaweze kuendelea? Drop comment yako hapo, lakini pia kushare na kusubscribe, utakuwa umefanya poa zaidi. Ciao.